Jubilei ishirini ishirini na tano mahujaji wa matumaini, Pugu. masha Maaskofu waheshimiwa, maabate mheshimiwa chansela Waheshimiwa madekano na mapadri wote, waheshimiwa watawa, viongozi wa kamati tendaji ya halmashauri ya walei, waheshimiwa wanakwaya, waamini wote, na kwa namna ya pekee watoto, tumsifu Yesu Kristu. Yeah. Kama mlivyokwisha kudokezewa mara kadhaa, maadhimisho yetu ya leo ni maadhimisho mazito ambayo yanajumuisha mambo mawili. Kwanza, shukrani kwa Mungu kwa zawadi ya mashahidi wa Pugu na Abate Pambo ametukumbusha vizuri sana kwamba damu ya mashahidi ni chimbuko la waamini, na ametudokezea pia kwamba sisi tuliojikusanya hapa kwa wingi tunaishi imani ambayo waliishi mashahidi wale ambao kwao tunamtukuza Mungu. Kwa hiyo jimbo kuu la Dar es Salaam, tusichoke kamwe kuadhimisha hiyo zawadi ya mashahidi wa Pugu, mabingwa wa ufuasi, mabingwa wa imani, mabingwa wa uinjilishaji. Sambamba na hilo, tunahitimisha safari tuliyoianza mwaka jana. Mwaka jana kama mlivyodokezewa, tulifanya hija ambayo ilituona tukitoka kule Oyster Bay na msalaba huu wa jubilei tukaandamana nao kwa kishindo na nderemo kutoka Easter Bay mpaka St Joseph. Watu wakashangaa wakasema, hawa Katoliki hatuwawezi no. Na kwa kweli hawatuwezi kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Ile safari tuliyoanza kwa kishindo na nderemo tumeiadhimisha kwa mwaka mzima. Baadhi mlipata fursa ya kufanya hija kwenda Roma, na tumedokezewa kwamba katika mwaka wa jubilei, Roma walifika mahujaji thelathini na tatu milioni, baadhi yenu mkiwemo, lakini wengi hatukuweza kwenda Roma. Hilo haidhuru, tulifanya hija katika vituo mbalimbali hapa jimboni, tumeishi tunu ya imani yetu hapa jimboni tumeishi ushuhuda wa imani yetu katika familia zetu, katika jumuiya zetu ndogondogo, katika vigango vyetu, parokia teule, parokia dekania, na jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Hongereni sana. Juzi siku ya Epifania Baba Mtakatifu alihitimisha kiulimwengu maadhimisho ya jubilei kuu. Sasa sisi, kwa sababu Epifania siyo siku ya eh, maadhimisho tuliipelekesha mpaka leo tunahitimisha siku ya Jumamosi tarehe kumi na ndipo ambapo vyamegongana mambo mawili. Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka alizotujalia. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya imani yetu, namshukuru Mungu kwa zawadi ya utume na ushuhuda, na tunamwomba Mungu aendelee kutubariki na kutulinda katika safari yetu ya maisha na safari yetu ya kumshuhudia Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Namshukuru Abate Pambo kwa himizo alilowapa. Kwamba ukiwa Mkatoliki simama uwe Mkatoliki kweli. Usikubali kuwa mkatoliki wa kubabaisha, mkatoliki wa maigizo, mkatoliki wa kubabaisha na kudanganya watu. Kuwa mkatoliki kweli si. Abate Abate Kristiani anasema hapa Eh, kuna vinguo vilivaliwa, eh? Vinaitwaje vile eh, msio wakatoliki wa vijora hata eh, hata kama mnahongwa hela, bakini wakatoliki wa, wa kweli. Basi leo tunahitimisha safari yetu ya jubilei, lakini niwakumbushe kuhitimisha huku tukuelewe vizuri, safari yetu ya imani, safari yetu ya ushuhuda inaendelea. Kwa hiyo tujipange vizuri, tuendelee kumtangaza Kristo, tujipange vizuri tuendelee kujenga ufalme wa Mungu na sio ufalme wa Ibilisi. Na Mungu atukuzwe, nasi wanadamu tutakatifuzwe. Amina. Tunapohitimisha jubilei yetu kuu na tambua kwamba mmefanya mambo ambayo yanawastahilisha rehema kamili: mmesali, mmeungama, mmepokea Ekaristi, na pia mmesali kwa nia za Baba Mtakatifu. Kwa misingi hiyo, tutawaombea rehema kamili kwa ajili yenu na kwa ajili ya wapendwa wenu basi.